Wanawake oye! Rais Samia oye! Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi, wanawake na ndugu wananchi, Mheshimiwa Rais, nilipotamka tu neno wanawake oye, nikakumbuka nilipomwaga mama yangu mzazi jana, kwamba nakuja kwenye shughuli ya wanawake Akaniambia kina mama sio wanawake. Sasa katika kukumbuka hilo, nikasema kumbe wanawake wanachotaka kuwakumbusha watoto wao, haijalishi ana umri gani, haijalishi ana shughuli gani, wanawake wanaweza kukumbusha mtoto wake, mume wake wakati wowote. Kwa hiyo na leo niseme basi, kina mama, tunawaomba, amani ya nchi yetu iko mikononi mwenu. Msichoke kutufundisha, msichoke kutukumbusha, msichoke kutukemea kila mtakapoona tunahatarisha amani ya nchi yetu. Jukumu la amani ya nchi yetu ni la kina mama. Sisi tutaendelea kuwa wanafunzi wenu na tutaendelea kuwasikiliza bila kujali umri wetu, bila kujali madaraka na nafasi zetu. Mheshimiwa Rais, katika kina mama waliopita hapa kwa maandamano makubwa, pamoja na yote tuliyoyaona, ambayo ni fahari ya wanawake kwetu, mama mmoja ametamka pale kwamba ambaye hata mchagua Samia hajazaliwa na mwanamke. Sasa tunasubiri Oktoba tuone kama wale viongozi wa upinzani hawajazaliwa na wanawake. Mheshimiwa Rais, nawashukuru na kuwapongeza mama zetu wote wa Tanzania, dada zetu kwa kazi kubwa ambayo mnafanya. Tunaomba Mungu aendelee kuwabariki, mwendelee kuitunza nchi yetu. Asanteni sana. Asante sana, Mweshimiwa Emmanuel Nchimbi na hivi sasa basi, kwaya ya wizara ya maendeleo na jamii, jukwani la kwenu sasa, karibuni kwa ajili ya kutoa burudani. Na kwaya wanawake Simanjiro, mwe standby, kwaya wanawake Simanjiro, mkiandaye